Hebu nikuulize swali. Ukisikia neno last born au mtoto wa mwisho, kitu gani kinakuja kichwani mwako haraka? Je, ni yule mtoto aliyedekezwa sana, yule ambaye hajawahi kuosha vyombo, au yule ambaye kila kosa akifanya anaambiwa ni mtoto mwache? Wengi wetu tunaamini hivyo, lakini saikolojia inatuambia kitu tofauti kabisa na cha kushangaza sana. Leo nimeenda mbali zaidi. Nimekusanya saikolojia tisa ya kina kuhusu watoto wa mwisho, na ni kuonye mapema, point namba 9 itakutoa machozi au kukufanya ubadilishe kabisa mtazamo wako kuhusu hawa watu, maana inapingana na kila kitu ulichowahi kusikia kuwahusu. Kama wewe ni last born, unaishi na last born, au unatarajia kulea mtoto wa mwisho, hii video ni kwa ajili yako. Gonga like hapo chini ili YouTube iweze kusambaza video hii kwa wengine, na kama bado subscribe, ili tuende sawa kwenye safari hii ya saikolojia. Namba moja, wamezaniwa kwenye soft life. The relaxed parenting haimaanishi utajiri wa pesa tu, inamaanisha emotional soft life. Fikiria hivi Wazazi walipopata mtoto wa kwanza walikuwa na hofu, sheria kali, na walijaribu kila kitu kwa umakini mkubwa, lakini ilipofika kwa last born, wazazi wamesha relax. wanajua mtoto akila wa udongo hafi. Hii inawapa last borns uhuru wa kipekee, hawana pressure ya matarajio makubwa kama wa kwanza, kitu kinachofanya wawe na utulivu wa ndani, ina peace tangu wakiwa wadogo. Namba mbili ni wapole kwa nje lakini wana akili za ajabu, social intelligence. Usidanganyike na upole wao. Watoto wa mwisho wana kitu kinaitwa manipulative intelligence, katika maana chanya. Kwa nini? kwa sababu tangu wakiwa wadogo wamejifunza maisha kwa kuwatizama kaka na dada zao. Wameona makosa waliofanya wakubwa zao na jinsi walivyoadhibiwa. Hivyo wao wanajua njia za mkato, wanajua jinsi ya kupata wanachotaka bila kutumia nguvu, bali kwa kutumia akili na diplomasia. Ni wapole, ndio, lakini hesabu zao ni kali sana. Namba tatu, wanapendwa sana na familia nzima, the family pet Hawa ni vipenzi vya familia. Kuna automatic affection ambayo inakuja na kuwa mdogo. Hata kama kaka na dada watagombana naye, bado watamlinda kwa nguvu zote. Hii saikolojia inawajenga kuwa watu wanaojiamini kupendwa, secure attachment. Mtu anayekuwa akijua anapendwa huwa na uwezo mkubwa wa kujieleza na hana uoga wa kukataliwa, ukilinganisha na wengine. Hii ni sifa kubwa sana ya mafanikio. Namba nne wanachukuliwa poa lakini wana ushawishi mkubwa. Hapa ndiko wengi hukosea. Kwa sababu ni wadogo, mara nyingi sauti zao hazisikiki kwenye vikao vya familia vya mwanzoni, wanachukuliwa poa, lakini saikolojia inaonyesha kuwa last born ni observers wazuri sana, wanasikiliza wanachambua na wanapotoa wazo mara nyingi linakuwa ndilo suluhisho ambalo wakubwa walilisahau. Wana uwezo wa kubadilisha maamuzi ya wazazi au wakubwa wao kwa njia ya ushawishi wa chini kwa chini, subtle influence. Namba tano: wana sense of humor ya hatari. Hebu angalia wachekeshaji wengi wakubwa duniani, wengi ni watoto wa mwisho. Kwa nini? Hii ni mbinu ya kisaikolojia ya survival ili kusikika kwenye nyumba iliyojaa watu wakubwa na serious, ilibidi watafute njia ya kuvuta attention. Ucheshi ukawa silaha yao. Last borns wana uwezo wa kuibadilisha mood ya nyumba nzima kutoka kwenye huzuni kuwa furaha. Hii inawafanya kuwa watu wenye mvuto sana kwenye mahusiano na urafiki ukubwani. Namba 6: ni wabunifu kuliko wengi kwenye familia. Kumbuka tulisema hawabanwi sana na sheria, basi uhuru huo unaruhusu bwengo lao kufikiria outside the box. Wakati mtoto wa kwanza anasoma daktari au sheria ili kufurahisha wazazi, last born anaruhusiwa kuwa msanii, mpiga picha au mfanyabiashara wa mitindo. Hawana mzigo wa tradition, hivyo wao ndio wabunifu wakubwa kwenye familia, wanaona dunia kwa rangi tofauti. Namba saba ni wasubutu na hawaogopi hatari risk takers. Tafiti zinaonyesha kuwa watoto wa mwisho wanaongoza kwa kufanya michezo ya hatari au biashara zenye risk kubwa, kwa sababu wamezoea kudekezwa au kupata msaada wa kikwama. Hawana hofu kubwa ya kuanguka fear of failure, kama watoto wa kati au wa kwanza. Hii inawafanya wafanye mambo makubwa ambayo wengine wanaogopa kujaribu. Namba nane, wana moyo wa huruma na upole wa kipekee empathy Last ones wana high emotional intelligence. Wamelelewa kwa kuona hisia za watu wengi, wazazi, kaka, dada. Hii imewafundisha kusoma hisia. Ni watu ambao ukiumia wataumia na wewe, wana huruma ya asili na ni wasikilizaji wazuri sana. Hii inawafanya kuwa washirika wazuri sana kwenye ndoa au mahusiano. Namba tisa, mara nyingi huja kuwa msaada mkubwa kwenye familia baadaye. Kuna dhana potofu kuwa Lastborn atategemea familia milele, lakini uhalisia wa maisha unapo kick in, mambo yabadilika. Wakati watoto wa kwanza na wakati wanapooa au kuolewa na kutingwa na majukumu ya familia zao mpya au kuhamia mbali, mara nyingi Lastborn ndiye anayebaki karibu na wazazi wao. Wao ndio hugeuka kuwa walezi wa wazazi wao uzeeni. Ule upendo waliopewa utotoni, wanaurudisha maradufu uzeeni. Historia inaonyesha kuwa katika familia nyingi last born ndiye anayekuja kushika biashara za familia au kutatua migogoro migumu pale wazazi wanapochoka. Wana staying power ya ajabu sana. Kwa hiyo ukimwangalia mtoto wa mwisho, usione tu mtoto anayependa kulala na kuangalia TV, ona mwenye moyo mkubwa ambaye anaweza kuwa nguzo imara zaidi ya familia hapo baadaye. Kila nafasi ya kuzaliwa ina nguvu yake, lakini last borns wana mchanganyiko wa kipekee wa uhuru na akili ya kijamii social smarts ambayo ni adimu sana. Je, wewe ni last born au unaishi na mmoja? Ni sifa gani kati ya hizi tisa imekugusa sana, au unaiona waziwazi wazi? Ninakupa challenge. nenda kwenye comment section hapo chini na uniambie, mimi ni last born na sifa yangu kubwa ni hii. Ningependa kusoma stori zenu. Kama umeipenda video hii, tafadhali niachie like. Inasaidia sana video hii kuwafikia wengine, na usisahau kushare kwa Last Born wote unaowajua, waje wajione walivyo wa thamani. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.